Mda pesa mda pesa, mtazamaji mpendo wa chaneli yako penda ya mda pesa, ninakukaribisha tena. Asante kwa kuangalia masomo yangu matatu yaliyopita, naamini umefaidika, ninaamini umejifunza na umechukua hatua ya kupata pesa kutumia MB yako bure bila kutozwa kiingilio au kubabaisha babaisha Asante sana kwa jina, naitwa Timu Mnzava, fuatiliana nami katika siku hii ya leo. Nini nachoenda kukufundisha leo? Naenda kufundisha dashboard ya Timebucks. Ziko kama vitu saba: kuna dashboard, kuna earnings, kuna n kuna advertise, kuna lada, kuna payment, kuna setting, kuna eneo la kuchati na eneo la sapoti, ambalo ukitaka kuwasiliana nao kuuliza maswali lakini ni kwa lugha ya Kiingereza au na lugha nyingine lakini humo hamna Kiswahili. Lakini leo nikaenda kuangalia sehemu za earning. Ukibonyeza earning, utapata nini pale katika any dashboard yako ukibonyeza, utatoka hapo, utaenda kwenye kitu kinaitwa task. Mda pesa. Mda pesa. La muhimu kwangu, unachokuomba subscribe, like, weka notification ya kengele ninapotoa somo lingine, uwe wa kwanza kuliona katika maujanja ya ndani ya vipengele tofauti tofauti za Timebucks. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalizia jinsi gani ya kwenda kufanya maswali matatu ya video ili usikosee, ili utakapo submit wanakoenda kuangalia ili kukupa marks, kama umepata umekosa usikose. Kuwa makini zipo aina tatu za video. Kuwa makini. Fuatiliana nami nitakuonesha taratibu video moja, video ya pili na video ya tatu jinsi gani ya kufanya na usikose pointi zako katika kudunduiza kufika dola tano, ili uweze kutoa mda pesa mda pesa eh. Hey, aina za video ni kama ipo. Naenda katika end. Naenda katika taski. Kumbuka hii ni muhimu sana, aina za video za kufanya. Ishaenda hapo, naenda mpaka mwisho unatafuta. Nataka kuangalizia tu jinsi ya kufanya video, maana nimekuwa nikiulizwa maswali mengi jinsi gani ya kufanya video. Tutaanza na hii ya kuangalia hapo. Anakuambia watch and share, kwa hiyo tutaifungua hiyo tuangalie ili nawe ujue hizi video tunazifanyaje. Kwa hiyo hapo ninafungua hiyo video, ikishafunguka hiyo video ninabonyeza start. Hapo naenda kuangalia maelezo yake, maelezo yake screenshot ya dakika moja na linki ya kule niliko share kwa hiyo nitakuja kuijaza hapo kwenye hilo box, umeiona hiyo hapo na click kuona. Na kwanza, je, ndio hicho ninachotakiwa mimi kufanya? Kua na copy kopi na tafuta picha kama hiyo katika YouTube. Kumbuka nina copy na tafuta picha hiyo kama hiyo katika YouTube. Na paste hapo, sawa. Alafu nina search, nikisha search ninaitafuta sasa Je, hiyo picha ni ipi? Okay, inafanana na hiyo. Wakati mwingine naweza ikawa chini kabisa, lakini naangalia nahakikisha. Ili niweze kulipwa, lazima nitafute video ni yenye picha hiyo. Bila kupata video yenye picha hiyo, huwezi kulipwa. Kwa hiyo ninaifungua, na utakiwi ku skip au kupeleka mbele matangazo. Unachotakiwa, unaacha matangazo mpaka yaishe, kwa sababu ukifanya hivyo hutalipwa. Sawa nasubiri matangazo ya ishe, ndio unaistopu katika hiyo dakika moja yao, unafanya screenshot. Hicho ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo mimi hapo, ninaenda kufungua Facebook yangu ili niweze kushare, kama walitaka ni share na si share kwenye storyboard. Hapana, ninatafuta kule watu wanakoandika comment ndio ninaenda kule chukua hiyo, nina ikopi sawa. Nikisha ikopi nina paste hapo, kwa sababu nimeshapata eneo la ku paste. Nikisha paste hiyo link yangu nina send, nasubiri ifunguke, imalize kuposti. Imaliza kuposti, nina right click nina copy link address. Hii link address ninaenda kuipesti katika video yangu kama alivyoandika hapo, kwa ninachukua ninaenda kupesti paste hapo hiyo linki. Kwa hiyo wao wanapokuja kukagua swali, wakiklik hiyo linki itawapeleka kule napotakiwa kwa hiyo hapo, mshafika dakika moja, mshafika dakika moja na peke ya screenshot chake, ya screenshot hii ninaipeleka kule, sawa. Katika ukurasa wa maswali nina browse, sawa. Nikisha browse hapo, ninachukua ile image hiyo, hapo nina click image na open, nina upload. Ikimaliza kwa upload, nina Submiti hapo sawa, isha submit hapo, itaniletea pending kwa approve. Kwa hiyo na kliki, ninakuwa nimemaliza mchezo. Hiyo ndio inavyotakiwa kwenda katika time. Sasa twende tuangalie video nyingine. Mda Pesa, Mda Pesa. Nitaenda hapo kwenye ends nita click, nikitoka hapo kwenye end kukliki, nitaenda chini kwenye taski. Hapo nikienda kwenye taski, itabonyeza nitasubiri ifunguke, nikishafunguka nitaenda chini kutafuta hapo, nasubiri ifunguke, ikimaliza kufunguka, nitarudi chini niende kutafuta nachotafuta. Ni na zile video kwa ajili ya kuangalia video nyingine, tutaenda kuangalia yenye option moja tu. option hii ni option ya kuangalia kwa dakika moja tu, hakuna kushare wala nini. Sawa sana, swali linavyosema. Kwa hiyo Nitakliki hapo ya kwanza, nitarudi nyuma tena, nitakliki picha ili nisiende katika video tofauti, kwa maana ukikosea katika video tofauti hautalipwa, kazi yako itakuwa rejected. kwa hiyo ninaenda kuangalia, inataka dakika moja ya dakika moja hii kulike, ni option, unaweza ukalike kumsupport au usilaiki, lakini unachotakiwa ni screenshot ya dakika moja hiyo message kwa kwahiyo, hii ndio picha inayotakiwa. Niende kuangalia hiyo video. Kwa hiyo hapo nimefungua youtube yangu, nasubiri youtube ifunguke youtube mm. ikishamaliza kufunguka, picha ndio hiyo, na naangalia kufananisha, iko sawa. Kwa hiyo nita click hiyo picha ili niweze kuangalia dakika moja sawa sawa na swali linavyosema, na ukiona hapo kuna tangazo, tafadhali usiskip. Ukifanya hivyo hutapata hizo pointi zako. Hapo unasubiri mpaka dakika ngapi? Dakika moja. Ikifika dakika moja ndio uangalie, utasubiri hayo matangazo. Atakapita hayo matangazo, hiyo dakika moja utaendelea. Kwa hiyo, utakaa, utasubiri ikitimia hiyo dakika moja tu, basi utaendelea na vitu vingine. Kwa hiyo, hapo naenda kwenye dakika moja, imeshafika, ninaichukua hiyo, nimeshafanya screenshot, ninaiupload Nikisha ya uploadi ninafanya approve. kwa maana dakika zangu moja ya kuangalia imeshafika. Nikimaliza hapo nina click, wataenda kusubiria nifanye nini, nipate pointi zangu. Sasa angalia kwa umakini sana, sawa. Hiyo ndio imeshaenda hivyo, sawa. Sasa ninaenda, imerudi katika eneo lake. Mda pesa mda pesa, hiyo niko poa. Tunaifungua hiyo video, tunaenda kuiangalia inataka nini. Hiyo ni video nakwambia, dakika moja mpaka tano, kwa lazima hii na share sawa On social media, na inatakiwa hiyo start for net enable. Sasa wengi wanashindwa kuitafuta hiyo start net for enable. Kwa hiyo hiyo ndio picha ya video ambayo tunaenda kuiangalia. Kumbuka hiyo ndio picha ya video tunaoenda kuitafuta. Kwa hiyo hapo ndo ilichoandikwa. Kwa hiyo naenda kwenye YouTube, narudi kwenye swali langu, nina kopi hiyo g, m, n, g sawa. Nikishaikopi hiyo ninaenda kwenye YouTube. nina ondoa neno la kwanza, ninaweka ilo ninalotaka kutafuta. Nikisha funguka, ninatafuta ile picha, ni hiyo hapo. Ninaiangalia, ni hiyo hapo. Kwa hiyo inaniambia niifungue. Sawa, nikifungua inataka kitu kinachoitwa Saat, oh, net. Sasa jinsi gani ya kufanya hiyo? Sasa una click hiyo hapo chini, una click hii. Inafanya nini? Kuna watu wengi wanakuwa wana, wana skip video. Wanafanya nini? Hii inahesabu hesabu ukiskip, imekula kwako. Dakika tano ndio unatakiwa uangalie, kwa hiyo kama kuna matangazo usiya skip. Sababu hiyo ni fremu inasoma tafadhali. Kwa hiyo kumbuka, dakika tano utakaa uangalie. Ikifika dakika tano ukifanya vibaya haulipwi, ukiskipu haulipwi. Kumbuka, kwa hiyo utakaa utasikiliza hiyo dakika tano. Mda Pesa. Mda Pesa. Asante mtazamaji wangu kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ni somo linalokuja, nitaenda kukuonesha jinsi gani ya kufungua Timebucks. Wakati umeshaifungua Timebucks yako, useti nini, ufanye nini, kuna aina ya mistari inaonekana nyekundu, kufanyaje verification ufanyaji kuweka email yako ili uweze kufanya maswali. Maana nimepata maswali ya watu wengi, watazamaji wangu pendo, wakiniuliza tunashindwa kuingia kufanya maswali, tufanye nini? Kwa hiyo baada ya video hii nitakuletea video ambayo itaonesha jinsi gani ya kufanya verification. Kwa verification ya kwanza ya email uliyoingia na nyingine ya pili kuruhusu kufanya maswali yako, na kuna nyingine ya tatu ambayo ukifikisha dola tano utaweza kutoa hela. Asante sana, ninakupenda kupenda. Kumbuka kunipa support, fanya subscribe, like, notification na ushare. Ninakupenda msamaji wangu, kumbuka hii ni muda muda muda pesa. Usipoteze hela yako MB zako kwa kuangalia vitu ambavyo vikupi faida. Asante sana, mda pesa mda pesa.